Maana Uislamu Yesu unamkubali tuelewane vizuri. Na moja la sharti ukitaka kutoka katika Uislamu useme humkubali Yesu au kitabu cha Injili, automatically umekufuru, si Muislamu. Yaani, katika mafundisho ya Uislamu ukisema mimi simkubali Yesu wala Injili au kasema Injili nataka Yesu simtake, wewe si Muislamu. Maana nguzo sita za imani, ya kwanza ni kumwamini Mwenyezi Mungu, ya pili malaika wake, ya tatu vitabu, ya nne mitume. Kwa hiyo Yesu yumo kwenye mitume, Injili imo kwenye vitabu, una namna uwepuki na, na Waislamu tunamjua vizuri Yesu kuliko mtu mwingine yoyote. Tena tunafundishwa maisha ya mama yake alivyoishi ya Qurani nasema mama yake Nabi Isa yani Yesu, ndiyo mwanamke bora katika ulimwengu kuliko yoyote. Kwa nini? Mungu alimchagua kutoka katika watu wema tena akamfanya kuwa ni mwema na akamza akamzawadia kwa kumjalia kizazi cha mtoto mwema, ndiyo Nabi Isa au Yesu. Qurani nasema katika Suratu Ali Imrani, sura ya tatu kuanzia aya ya 31 na kuendelea. Bi Maryam rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake alipokuwa msichana wa miaka kumi na moja, kumi na mbili hivi alifiwa na wazazi wake udogo udogo miaka saba, sita alipotimiza kumi, kumi na moja, ikabidi Waislamu kutokana na mazingira kufiwa na wazazi wake wachukue jukumu la kumlea mtoto wa muumini mwenzao ndugu yao mtu wao wa karibu lakini nani atamlea kwa sababu ya tabia ya Bi Mariam, kila mtu akasema nataka mie. Wakasema hili tuondoe, hili inabidi tutoe utata. Cha kufanya tukae pamoja, tutengeneze utaratibu, tuone nani atafanikiwa. Bi Mariam wakati anataka kulelewa ikabidi ipigwe kura. Watu wakapiga kura, nani atamlea nani Mariam? Sijui nimeeleweka vizuri Uislamu unasema Mariamu wakati anataka kulelewa ilibidi ipigwe nini? Kwa hiyo kwanza, katika Uislamu falsafa ya kura ni kuchagua kitu bora. Sijui nimeeleweka. Yaani kwanza, kwenye Uislamu kura imo, alafu hiyo kura yenyewe kwa ajili ya kitu bora. Tusidanganyane, kura haramu mabwana. Kama ulikuwa hujajiandikisha, umeidhurumu nafsi yako daftari la kupiga kura, ujiandikishe na ikifika ukachague kilicho bora. Maana tunaambiwa watu wa dini tuwasaidie watu wa serikali kutangaza mambo ya uchaguzi, na ndio kazi yetu sisi. Nyisi ndo waumini na mishe wenu. E, sasa mkujiandikishe, mkapige kura sana tena, lakini hii kura yenyewe lazima irudi kwenye falsafa kwamba unachagua kilicho bora, sio bora kuchagua. Tuelewane vizuri hapa. Ndugu zangu Waislamu, Mariam akapigiwa kura namna ya kumlea Mariam. Alipopigiwa kura akapata nafasi ya kumlea Nabii Zakaria alaihi salam, baba yake Nabii Yahaya au Yohana Mbatizaji. Huyo nabii na anakubalika katika Uislamu na ni nabii wa ishirini na tatu katika manabii ishirini na tano waliotajwa ndani ya Qurani, wa ishirini na nne Yesu, wa ishirini na tano Muhamadi mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akamjalia Nabii Zakaria kushinda kura. Nabii Zakaria alaihisalam akawa ndo anamlea Mariam. Sasa Nabii Zakaria akawa wakati fulani anakwenda kule kwenye miharabu mahala katika chumba alichohifadhiwa kwa ajili ya kulala mtoto huyu Bimariam, mama wa Nabii Isa, anakuta vyakula mzee Zakaria uwezo wa kununua ama na yule msichana asakuwa mtu mzima mkubwa Mzee Zakaria anapata tabu, anapata wapi vyakula tena? Lengo langu hapa, nataka nizungumze kwa nini kufuturu tende na maji. Ndio ninakokwenda huko, usije ukaona ninatoka, niko hapo hapo. Bi Mariam anaonekana na vyakula ambavyo ni aghalabu mtu wa kawaida kuwa navyo, kapata wapi? Akamwita, "Wewe Mariamu, unanipa wasiwasi, unapata wapi tena Bi Mariamu anawambia Nabii Zakaria alayhi salam, Mwenyezi Mungu humpa mtakaye bila hesabu. Qurani inatufundisha kwamba Bi Maryam alikuwa akiletewa vyakula na Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Maryam aliishi Jerusalemu, lakini chai breakfast inapikwa peponi na maji yanayojua Mungu ya peponi, sukari ya peponi, moto wa peponi anayojua Mungu wa kupikia kisha wanatumwa malaika wanaleta Yerusalemu, Masjidil Harami pale, eh, Masjidil Aqsa. Mariamu anakunywa chai duniani, chai inapikwa peponi. Akijisikia leo nataka chai na mkate, basi inatoka peponi, anakunywa. Yaani Uislamu, Uislamu unafundisha mama yake Yesu ndio mwanamke pekee kala vyakula vya peponi akiwa duniani hai, anatembea, unamjua vizuri kuliko mtu yoyote Akijisikia lanchi, Mariamu akisema, nataka wali samaki, samaki wa Mungu kutoka peponi, ajua mwenyewe anapowatoa. Mariamu anautwanga wali Yerusalemu tena na samaki wa Mungu, kapika Mungu mwenyewe anajua alipikaje. Mariamu akijisikia kunywa maziwa jioni na chapati, basi Mungu analeta maziwa mwenyewe kutoka peponi, lakini kumbuka mamake Maria mzee wa mke e, mke wa mzee Imran alifikia mahala wakati ana mimba akasema, mimi ukinipa mtoto, Mwenyezi Mungu, nataka ni mtoe wakfu katika huu msikiti wa Aksa, Masjidi Aksa, yani msikiti wa Yerusalemu, hekalu la Nabii Suleimani, wengi wamezoea kuliita hivyo, ili aweze kwa wakfu hapo afanye kazi za dini. Lengo langu ndio hilo. Akamzaa Mariamu mwanamke, akasema, sasa umenipa mwanamke, na mimi niko nataka ajawe imamu hapa, tutafanyaje sasa? Lakini pamoja nishaweka nadhiri, basi acha abaki hapo hapo, atafagia fagia hata msikiti tu. Akaishi pale anakula vyakula vya peponi. Mariamu akapata mimba kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, kwa tamko la kun fayakun, kuwa ikawa, hajazini. Mariamu alipopata mimba akapata shida sana. Qur'ani nasema alipokuwa akizaa alipokuwa akikaribia kuzaa uchungu ukamshika Bi Mariamu. Uchungu ukamwelekeza katika shina la mtende. Wale msiojua uchungu mna bahati mbaya, si tulooa tunajua. Ukisikia mwanamke ana uchungu inafikia mahali teksi ikichelewa dakika kumi anakutukana. Maana anakuwa katika hali mbaya kuliko yoyote, maumivu makubwa, na kaburi iko mbele yake. Mariamu, uchungu umemshika, unampeleka kwenye kigogo cha mtende, akawa anazaa huku anasema, ya Rabbi raichani, nisingetokewa na haya, ningekufa kabla ya hii mimba, ningekuwa mtu mwenye kusaurika. Aibu gani, mola wangu? kwa watu ntasemaje? i Mariamu anajisafisha kwa Mola, pamoja na mimba kupata kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kwa tamko, bila zina. Qurani inafundisha na Uislamu Mariamu alikuwa ni mwanamke msafi, asiyefanya usharati katika maisha yake yote. Mariamu alipokiwa akisema hivyo, Mwenyezi Mungu akamsemeza kwa sauti chini ya kigogo cha mtende, akamwambia usihofu Mariamu, mola wako amejalia kijito cha maji kiko hapo chini yako na umejaliwa shina la mtende. Sasa cha kufanya, tikisa hilo shina la mtende, litakuangushia tende mbivu. Kula hizo tende, kunywa maji, litulize jicho lako. Yeyote atakayekuuliza habari za mtoto huyu aliyemzaa, waambie mimi nimetiania kwamba si nitasema chochote, muulizeni mtoto mwenyewe. Hapa kuna vitu viwili nataka nivizungumze kidogo. Jambo la kwanza, Qurani inatuambia Mariamu alikuwa anakula chakula akiwa mdogo msichana. Chakula kutoka wapi? Lakini Mariamu ana mimba ya miezi tisa. Sasa ondoa akili zako hapo zilipo, peleka kwa mwanamke mwenye mimba, ukubwa wa tumbo lake kwa mbele linakuwaje? Lete akili. Mwanamke huyo yuko reba, sasa tayari kwa kujifungua, chupa ishapasuka, maumivu anayasikia ni yepi? kwa sababu hapo kama kavaa gauni au kitenge au kanga, anatoa mwenyewe mwenyewe, anatoa haulizwi ya, si aibu inakatika, hata kama mwanamume daktari yuko mbele. Kwa hali hiyo sasa, lete mawazo yako kwamba Mariamu yuko kwenye hali hiyo. Mungu anamwambia, tumekuwekea kishina cha mtende, tikisa hicho utakuangushia tende mbivu, utakula hizo tende na maji utakunywa. Yuko kwenye uchungu, anataka kuzaa. Mungu huyu aliweza kumpelekea vyakula akiwa msichana tena, yuko ndani. Je, anamtesa? Mbona ana uchungu anampa kazi ya kutikisa shina la mtende? Wewe mwanamume usiyeumwa na wewe mwanamke huumwi, hivi sasa tukupe kazi ya kutikisa mpapai tu ukuangushie papai, vipi, utapata shida?